Redio wanatangaza mami, mamisikitini wanasema, huko kwenye makanisa wanasema, jamani, kipindi cha toba tufanye toba. Sasa hiki kipindi cha toba mmeenda kutoboa, ona mme na sana. Sasa jamani, wewe ni jamani, anatoka, msijali, anatoka Nimepata hapa. Sasa tunataka kufahamu. Una heshima basi kwa watu hapa hapa, utaharibu nyumba za watu? wewe wewe wewe, jamani. Sikiliza, Acha ujinga basi. Unajua hapa sheria, sheria, sheria. Tunataka kufahamu, naam kiongozi, jamani sikiliza, acha ujinga, unajua nini mtaani hapa afu wafahamu mtachukuliwa sheria. Hao unawafahamu vijana ambao mimi sana hapo. Huyu mwingine huyu wa kiume huyu huyu, sura yake kidogo ngenigeni, lakini huyu binti namjua yeah. ni binti wa hapa hapa mtaani mm. na babake ni nani tu huyu mkubwa, nisije hata nikataja huko nikasumbuka jamani. Huyu binti huyu hapo na hata jina lake namjua, sema tu nalihifadhi, ni masuala ya media na mimi nikakaa, sembaya ni basi fanya kama unachomoa. Inaweza ukafanikiwa. Sasa labda labda walikueleza tatizo limeanzia wapi mpaka wamenasiana? Ah pana sijui tu, tu huenda, maana sifahamu hivi vitu vinatokea, mimi kwa mara kwanza naona. Sasa wewe wewe, eh, na yenyewe nje hii swala la ni kwani kwani, heshima heshima. Huh. Yeah. Eh kijana usiletee kibata, unaniambia sasa wewe ni nani? Sasa mbili ndo nini? Acha ujinga. Maeneo ya watu haya umeshawasaidia, waambie basi. Eh, waje watawaumiza hata kusugua. Unalia nini? Unalia nini sasa? Michezo yako jamani, nimewambie mkutheshimiane. Hapo mlango hautafunguka mpaka nisikie, labda amekuja na PC au nani, ndio tutafungua mlango. Nyinyi mtaweza kuwazuru vijana hao, mwacheni e, ujinga basi. Kwani kwani wale kwan, kwan, vijana ofisini mgambo hawapo hapo, wapigie simu akina Maita, mniacheni e, ujinga Ha, kazi ipo sana ah, ndugu yangu ndio ndo hivyo, nafanyaje sasa vipi? hmm. e. Mwezi mtukufu. Mwezi mtukufu tu, najifanya shehe wewe, unaketi moto. Haya bwana, leo tumefika hapa maeneo ya Kitunda, tupo na mjumbe hapa mbele, na kama utulivyoona toka mwanzo tukio, lakini tulishindwa kuelewa vizuri tukio linaenda vipi na kwa nini hawa vijana wamenasiana hapa Tumeshaona vitu vitu vingi ambavyo kama hivi vinaendelea, hatujui chanzo chake kinakuwa ni nini. Mjumbe atatuambia tukio lilikuwaje, kwa sababu kidogo mambo yalikuwa ni tofauti hapa, tulishindwa kuelewana vizuri eh. Wananchi wenye wa asira kali walikuwa wanataka kuingia ndani, lakini tukafanikiwa si kuingia na kushuhudia hili tukio. Sasa mjumbe, unaweza ukatuambia hicho hmm, kuwa na ukatuambia hapa maeneo wapi na unaitwa nani? Hivyo mimi hmm, kwa majina naitwa Ramadhani Mohamed na ni mzaliwa wa hapa hapa Dar es Salaam. Mm. E, ni mjumbe wa kata hii mm, wa shina hili huku machimbo mm. naam mm. Bwana, hawa ni wananchi wa, wa, wa mtaa wangu mm, na ninawafahamu kwa majina yao sio watu kutoka mbali, sababu ni watoto wamekuwa hapa hapa, sababu hata huyu mmoja, huyo binti mm. ni binti wa mzee mmoja hapa hapa mtaani tunamjua mm. Ila huyu kijana alikuja siku za karibuni, ni mpangaji sasa mm. ni swala la kusikitisha mm. sio swala la kufurahia mm. sio swala la kusema kwamba la kama sherehe. Hapana, ni swala la kusikitisha na mimi maji, na taarifa za hawa watu nimepata mida ya saa mbili asubuhi. Saa mbili asubuhi kwamba hawa waliingia humu usiku wa jana. Sasa mm. saa mbili hiyo ndo walinaambia kuna watu wapo pale, wapo kwenye mazingira kama ayamaa soft vitendo vizuri vikuvitamka mimi kwa changu kwa heshima yao mm apo kwenye mazingira kama haya, nikatoka kule nilipotoka kwa shughuli zangu asubuhi huko, maana nilikuwa nyumbani kabla sijaingia kwa shughuli zangu, kasema nitafika kwanza kuona kama ni swala la mara moja kulitatua au inakuaje. Sasa nimefika ndio nimekutana na hali kama hii, kwamba nimekuta sio swala la kutatulika mara moja hmm, ni swala ambalo linahitaji process kulitatua, hmm, na hali ilivyo hapa sasa hivi hmm, kama unavyoona ndugu mwandishi hapa huyu binti kutoka anashindwa, wamenasiana yani. Maana kuficha ficha kwa, mm. tutakuwa tunalea ujinga mm. na hivi vitu vinasemwa kila siku, hasa kwa kipindi cha mwezi kama huu. Mtu unafanya vitu kama hivi mm. hivi vinaweza vikaa ni viboko Yeah, maana kwenye ukweli tuseme uende kaa ni viboko tu. Mwenyewe mwenye kipindi chake hiki ambaye alitoa kipindi hiki kwa kama toba, kipindi cha toba, wenye imani hiyo wafanye wa swala la kutubu. Huyu mm-hmm. bwana na huyu binti wakachukua muda huu kwa ajili ya kufanya mambo yao. Sasa mm-hmm. hayo tunaongea sio kama tunawalaumu, ila tunawakumbusha hawa na wengine ambao imewafikia taarifa hii au watakaokuwa wanatazama swala hili ndugu yangu. Hmm. Kwa hiyo hapa kuna tunabidi sasa tufanye utaratibu kujua inakuwaje, hmm, tunawasaidia vipi ikiwa hawa ni vijana wa mtaani kwangu ni wananchi wangu hmm, na hapa wanavyoona hapo nje, ndugu mwandishi, hata kuingia imekuwa shida. Kwa hiyo sasa ndo ninaona najitahidi nitafanyeje na kabineti yangu na kabineti ya jamhuri ya kuweza tunafanyaje kupata. Sasa wewe kama mjumbe uh, usalama upo vipi? Yani umeshughulikia usalama kwa kiasi gani mpaka eh, mpaka sasa hivi kwamba hawa watu mm, na mpaka wewe unaona kwamba hili inaweza kawa ni sababu ya mwezi mtukufu huu kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kawa amechukua sheria yake eh, sasa kwa kipindi cha kama kwa habari ya usalama mpaka sasa ukiwakutwa hapo kwenye hali hii ya uzima wakiwa hawana hata jeraha ni kwamba swala lao la usalama tumejitahidi kulihakikisha linakuwa. Wewe mm. mwenyewe umeona hapo nje wana marungu hapo nje, watu hapo wana mapanga kwa ajili ya kitu kama hicho walichokifanya kuonesha hasira ambao watu wanazo milioni mwao, lakini hapana, tutakuwa tunakosea kwa sababu mtu wa hukumu ni mwenyewe Mungu mwenye Mungu Mwenyezi mm. na vitabu vyote hivyo vinavyotuambia. Ndio maana tumehakikisha kwamba hawa watu kama itashindikana kutoka wakiwa hapa hapo nje inabidi tupate eskoti ya hawa ndugu zetu ambao wana uwezo kutumia nguvu za kiserikali kujumuika kutusaidia kuhakikisha usalama wao wa vijana wanatoka wa hapa wakiwa salama, ndugu zangu. Kwa hiyo swala la usalama wao nitajitahidi na tutajitahidi kadri tunavyo tunavyoweza. Sawa, na huyo binti umesema unamfahamu mzazi wake, paka sasa hivi ana taarifa hizo? Hata hawa raia pia hawajajua kwamba ni binti wa A wapi, si mzazi wake nilijaribu, wana kuna mtu alisema na namba yake, tulimpigia tuombe, maana muda ule alikuwa anasema sijui kuna nini huko, maana mzazi wake huu anashughulika na masuala masuala na mazuria pale msikitini. Mm. Kwa niambia, nilisikia amefuatilia masuala ya mazuria. Ni binti wa mtaani tu, yani hata ni binti ambaye wote tunamfahamu kwa sasa, ni itakuwa sio vizuri kama nitaendelea kuonini leo, baba yake tumesha nishagiza watu wameenda kufuatilia swala hilo, maana nijaribu kumpigia kwa simu na sijampata, na kaona ile swala sio vizuri kuambia kwa simu. Ni heri kama yupo karibu akaja kujionea, sababu kwa simu huwezi ujua yu, ipo kwenye hali gani sasa hivi, na ukiangalia binti ni yupo mmoja tu kwao, tutachafua mm -hmm. Eh, naweza kumkuta amedondoka yule mzee akawa kwenye hali nyingine sio nzuri mm -hmm. hmm. Sawa so, uh, kwako wewe kama uh, mjumbe lakini pia kama kiongozi wa serikali ndio, ehe, alafu pia kama mambo ya swala na dini di pia nadhani, na umevaa hapo vazi la heshima kabisa kwamba umefunga huu mwezi, hili swala wewe unali comment vipi kama raia? na hili swala kwanza, kibinadamu hmm. si zuri, kabla hata kwenda huko tuseme kuongelea ku, ku, ku, kiimani hmm. kwanza tu kibinadamu, sisi kama sisi hmm. si swala zuri ili ili ili swala lilotokea hapa, kama ingekuwa limefanyika kwamba huyu kijana na huyu binti ni mtu na mmewe, kwamba lingefanyika wakiwa ndani kwao, kwegi kwa, kwa rahisi hata watu wa familia yao au ndugu zao kuja kuwasaidia, ikiwa havijasambaa kama ilivyokuwa imetokea hapa sasa hivi, kwamba sasa hivi kwa hapa ni gumzo. Hawa huyu kijana ataweka sura yake wapi? au huyu binti naye akitoka ataweka sura yake wapi? Kwamba watajitahidi kukwepa wale watu ambao wana taarifa hizo, kwamba wao wamekutwa na janga kama hili. Umemwaji kijana, labda hebu unaweza akatuambia labda ili kwaje, kwaje situation ilimpataje? Labda labda tujaribu kiongozi kijana, hapa ndipo utakapopata msaada. Kama una kaa kaa kimya, utasaidiwa utaondoka nao hivyo hivyo. hataki kuongea. Vijana wenyewe ndio hao hao soko na msaada aona na vijana na makacha kama hizi. Hmm. Wewe binti. Mwandishi. Mhm. Tatia. Sasa, uh, mpaka hapa wewe kama mjumbe hujapewa eh, taarifa yote hii kama yeye, kwa sababu labda anaweza kawa naogopa kutokana na vyombo vya habari hapa, kwamba labda yeye amekwambia ilivyokuwa, ilivyoanza situation nzima mpaka wamenasiana hivyo kama kwa hoji binafsi mwanzo Ma, alizungumza chenakitri. Alizungumza huyu hmm, kijana alisema tu alimuita huyo binti usiku wa jana. Kwa hiyo hii swala liliwakuta wakuta wakiwa anasema saa nane, maana yachomoe kadhaa kadhaa, mwisho ni huyo binti akanamwambia huyu inauma, hmm, inachomoka yote kwa hiyo sasa ndo wakabidi sasa watulie na kujitahidi kuita msaada au dada wa gesti hapo sijui, wakawa wamefika sasa hivi kama, ni maana nilijaribu mdo tuliwambia, tujaribu kutia hata mafuta kama ataweza kutoa, ila imeshindikana. Kwa hapo tunajitahidi kama tuangalie njia zingine hmm. kama serikali ni hospitali au kama tuite mtaalamu. Ah sawa. Majirani pia watu kwa jinsi wanapokushauri, ushauri umepokea mbalimbali, watu wanashauri vipi? Ah, majirani wameongea mengi tu usha na ushauri mpaka sasa hivi inao wingi lakini, mm, kama sisi wenyewe ambao ni mimi mpaka nimekuwa mjumbe, nina wasaidizi wangu ambao tunaunda ile kabineti ya ujumbe ambao nimekwisha kuzungumza nao ambao tumefikia mwafaka mmoja kwamba kuhakikisha hawa watu aidha mm, kupata taarifa za wazazi wao wenyewe waje hapa, huenda wanamiko nyumbani mwao ambayo ipo au kama kuna yeyote hapa mwenye mke au mume uende. Maana huyu binti tunamjua, ana mke, ana mume. Huyu kijana huyu, labda labda na mkeo labda amemtengeneza, au hata ana kinani wake amemtengenezea. Hivi nabidi hapa tutafute labda kwa viongozi wa dini. Tumeshindwa kama viongozi wa dini, tafute hata kwa ndugu zetu waganga, kama wanaweza kusaidia. Na lakini cha kwanza kabisa niona kabla ya kuwatoa hapa, kwanza tupate shehe kwa mwezi huu aje kutusomea, kusomea hata na nukazaa ili tuone kama inaweza kutusaidia, ila kwa imani i inshallah, inaweza tukafanikiwa hili swala, maana mm. mm. ha, haijulikane huyu kijana kama ana mke okay, au ana mpenzi ambaye anaweza kasema labda amemfanyia hayo mambo. Huyu kijana sio sio mwenyeji sana ndomaana mm. hata mwanzo nilikwambia kwamba huyu ameamia. Mimi nafan sana huyu binti na ninavyomjua, hana mume wala mtoto, ila huyu kijana sijui huko alipotokea, maana mimi ni mtu ambaye wananchi wangu hata kama kwa majina siwafahamu ila wengi kwa macho nawajua na, kwamba mm -hmm. kama mgeni ninajua tu, huyu sio sampuli yangu, imeingia mpya. sawa sawa. mm -hmm. Haya, basi tutafanya mchakato huo, labda tuta nje ya kamera kwanza, tumoji kwanza, kijana pia atuambie labda, yeye atajua chanzo, ili tujue jinsi ya kumtatua kwa sababu awezi akakataa kuongea chochote. lazima kwanza, lazima kwanza. tutakuwa online kwanza ili tu, tumuombe mm -hmm. kijana aongee mawili matatu ili tufahamu Jinsi gani ya kumsaidia ya kumsaidia ya kusaidia hiki kitu kwa sababu ukisema tu, hapa nafanyaje sasa? Watu wamegandana, mimi huko nje huko, watu wana hasira kali. Bora tu mimi nilikuwa ninaomba msaada kwa yote ambaye labda atakuwa nyuma ya kamera huko, wapi atakuwa anatuangalia hili swala kupitia mtandao kama anafahamu dawa wakati huu, mimi namba yangu ipo hapo, atatuma huyu mtusaidie wakati huu, tuwasaidie waswa hawa watu, au kama kuna shehe mnamfahamu, au mganga ambaye mm, shefanya hichi kitu akafanikiwa, mtusaidie, mtusaidie, kwa sababu ni aibu, ni fedheha, ni fedheha. Tuna huyu ni kijana na huyu ni binti, japokuwa wamekosea, ila bado ni wanadamu, wanahitaji kuendelea kukewa kama watu, wanahitaji kujaliwa kama watu. Kwa hiyo inabidi tuwasaidie wao na kwa kupitia tukio hili wengine wajifunze kwamba hichi e kitu si kizuri. Kama una mtu wako, basi fanyeni mengine yote, mwalalishwe, muwe halali. Hata kama mnakukuta shida, kama imewakuta na kwa rahisi kusaidika. So, nayo na sure, tu ndugu yangu.